yetu hii hususan ni wakazi wa Mbalizi tulikumbwa na janga ambalo sio geni, uh, machoni kwa wananchi. Na bahati nzuri wengi jana na leo ndio wamepumzisha wapendwa wao ambao walipoteza maisha, uh, 28. Na sasa katika tukio lile, Mheshimiwa Rais alitoa maagizo yaliyopelekea mkuu wa mkoa kutupa sisi maelekezo, na hapa sasa tumekuja kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yale. Uh, pamoja na mambo mengine ya kibinadamu ambayo alifanya Mheshimiwa Rais. Uh, lakini moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kutoa maagizo kwamba barabara hii ya bypass irekebishwe na imalizike haraka ndani ya siku tatu ili barabara hii matumizi yake yaanze mara moja itumike kama njia ya mchepuko kwenye eneo hili la mlima ambalo limekuwa lina nch changamoto ya mara kwa mara. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS waliingia kazini mara moja na leo tunaona tayari uh, utekelezaji huo umefanyika kwa kiwango kikubwa. Meneja wa mkoa atatuambia lini wanakamilisha na kama kuna changamoto yoyote, tuone jinsi gani tunashirikiana kuikwamua kuhakikisha maelekezo yale yanatimizwa kwa asilimia mia moja, wananchi wapate barabara ya bypass na maisha yaendelee bila changamoto yoyote. E, kama ulivyoeleza kwanza awali, yote naomba tukupe pole kwa niaba ya mkoa wa mkoa nikupe pole kwa ajali iliyotokea tarehe saba kwa kupoteza wananchi wengi ambao ni nguvu kazi ya nchi na hasa hasa ya mkoa wa Mbeya. Watu 28 kwa kweli ni nguvu kubwa sana imepotea baada hiyo ajali. Kama ulivyosema Mheshimiwa Rais e, kupitia mkuu wetu wa mkoa alielekeza kufanya mambo kadhaa ili kuepusha na hilo ajali tena isitokee, na hasa hasa e, katika ile eneo la mlima Iwambi ambayo inaanzia pale Iwambi mpaka Mbalizi. Moja wapo ya maelekezo ni kama walivyosema kwamba hii barabara ambayo ilikuwa inatumika kwa magari madogo, sio kama ilikuwa ipo a magari madogo na costa, gari ndogo ndogo za abiria, sasa ndio itumike kwa ajili ya kubeba kwa ajili ya kupisha magari makubwa. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa atuelekeza kwa, kwa tufanye kazi hii kwa haraka ili agizo liweze kutimilika kwa, kwa haraka zaidi. Kwa baada ya maelekezo hayo sisi tumeanza, tumeanza jana rasmi asubuhi. Na leo kama tunavyoendelea tumeweka vifaa vya kutosha na magreda mawili, na marola mawili, kuna ya kumwagilia maji pia mawili. Na vijana wangu wote na mimi mwenyewe niko hapa toka asubuhi tunaendelea kusimamia hilo agizo. Barabara hii ilikuwa na upana mdogo. Upana wake ilikuwa mita 5.5. Lakini tuipanua sasa hivi iwe mita kumi. Ila magari makubwa kutokana na maelekezo yale yaliyotolewa, magari makubwa yaweze kupishana kwa urahisi. Lakini baada hapo pia tutawekea changarawe changarawe, sio kama ilikuwepo, ilikuwepo, lakini tunaongelea, tunaongelezea zaidi ili iweze kuwa imara kubeba yale magari mazito ambayo tutapita katika hii barabara. Kwa hiyo agizo linaendelea kutekelezwa kama mnavyoona, ni imani yetu kwamba baada ya muda mfupi, kama ulivyosema, kuanzia siku tatu mpaka tano, hii kazi inakuwa imefika ime, katika sehemu ambayo naweza tukaruhusu sasa, so magari makubwa yaweze kupita. Uh, uh Mrakibu Msaidizi wa Polisi Hezron Mkangi uh, mkuu wa salama barabarani mkoa wa Mbeya na kaimu nafasi kwa sasa. Kwa jumla, kwanza tuko na mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu tunampa pole kwa changamoto iliyotokea ya kupoteza wananchi wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu. Kwa ajili ya taifa letu nataka nguvu kazi wapoteza. Lakini maelekezo kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshatoa kwamba tunayo jukumu kubwa la kusimamia usalama barabarani. Hivyo, sisi kama maelekezo amba, haya ambayo yashatolewa tulishaanza jana Uh, kwamba tuanze kusimamisha, kusimamia kwa kupitisha magari masaa 24 kwa kuyapishisha, kabla barabara hii hajatimia. Lakini jukumu kubwa sisi kama wasimamizi wa sheria ni kuendelea kusimamia sheria kwa madhubuti. Hatutamuonea dereva yoyote mwari, ili kuhakikisha kwamba maisha wa Tanzania ya Watanzania yanalindwa wakati wote. Sisi tumejipanga kuhakikisha changamoto hizi zisirudiwe zisijirudie tena kwa sababu rais wetu, mheshimiwa rais wetu anatumia nguvu nyingi kutafuta resources na kutuboreshea miundombinu kuboreshea maslahi yetu kwa ajili ya kusimamia na kulinda maisha ya Watanzania. Sasa sisi, kama jeshi la polisi usalama barabarani mkoa wetu wa Mbeya, ni wajibu wetu ni kusimamia yale malekezo yake, kuhakikisha Watanzania katika eneo letu hili wanapita wakiwa salama salimini. Lakini si wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, tushirikiane panapoonekana, changamoto inapotokea tuchukue mahatua madhubuti mapema. Ajali iliyotokea siku zile ni namna moja au nyingine, inaweza kuwa ni uzembe madereva wetu. Kama wangechukua hatua kwa udereva ule wa kujiami, tungeokoa maisha ya Watanzania.